Sisi kila jioni tunafanya mazoezi na ilivyo ada kwa vijana na watu wazima na wengine ambao kwa ajili ya asha no, mazoezi yana umuhimu, lakini kwa bahati mbaya sijui labda serikali au wadau wanaozunguka maeneo haya na sehemu nyingine, swala la miundombinu hawalichukuli muhimu. Kwa hiyo tunalazimika tufanye mazoezi katika mazingira magumu, hali ambayo inapelekea maumivu vijana e, hawezi kufanya mazoezi inavyotakiwa weze kucheza wanavyotakiwa matokeo yake zoezi la michezo linakuwa ni shida kiasi fulani kwa maeneo ya vijijini hususan lemeo. Uh, tungeomba kama kuna uwezekano wale wadau wote ambao wanahusika na mambo ya michezo au wadau wote ambao wanajua umuhimu wa mchezo katika afya ya binadamu wajitoe hata kusaidia kuhusu miundo mbinu. Vipaji vipo, naona vijana wanacheza mpira wanajitahidi, wanapenda, lakini mazingira yanabana, kwa hiyo watusaidie kama kuna uwezekano kuturekebisha hata uwanja huu wetu. Uwanja unawasaidia wanakijiji waliozunguka maeneo haya, wanachua wadau wote wa michezo hapo, na hata watu wapita njia wanakuja kufanya mazoezi hapo, lakini mazingira yenyewe yalivyo, kwa kama kuna uwezekano watusaidie. Ah, kwa kweli tunapenda michezo na tunapenda wadhamini wa, wa waje watudhamini, uwanja wetu uwe mzuri, tupate vifaa vya michezo vizuri, tucheze mpira vizuri, kwa sababu mpira sasa ni ajira pia. Michezo ni afya, kufanya mazoezi na tunajenga afya zetu pia saizi, michezo ni ajira, tunaweza kujiingizia kipato katika namna moja au nyingine. Pia tunaomba kama kuna wadhamini, kama kuna watu wanaanza kuja kutusaidia kutusaidia uwanja wetu waweze we, kurekebisha vizuri, tulipate sehemu nzuri ya kufanyia mazoezi, kulingana mi na miundombinu kuwa mibovu, tunakosa kupata kukosa sehemu nzuri ya kufanya mazoezi yani kwa mfano kama uwanja ukiwa mbovu, ni rahisi kuumia ukiwa uwanjani na majeraha yanaweza kusababisha ukakosa kufanya mazuri mazoezi, eh, F... pia tukipata vifaa vizuri vya mazoezi kama jezi, viatu, mpira na vingine vya kuchezea michezo mi... kama hapa mimi nimevaa t-shirt ya kawaida, sio so kama sipendi, napenda, ila nimekosa tu vifaa vizuri vya kufanyia mazoezi. Sisi kama vijana tunapenda michezo maana inatujengea sisi afya, kurifreshi akili pale tunapotoka darasani na kadhalika na kadhalika. Nilikuwa naomba wadau wa michezo, wanaopenda michezo, wanaopenda mpira waweze kutusapoti na kutusaidia vifaa kama mipira, viatu, jezi na kadhalika.